Yahe Makame bwana. Kwe, kweli leo siku kubwa bwana. Naona yake kunipagia ya kikofi yake utasema Mwarabu wa Misri. Misri. Eh. Wameremeka Makame videvu <gibu> <gibu> <gibu> kunanyoa. Ah. Siku kubwa. Lakini eh, mambo <gibu> sio mazuri. Makame, vyo ngaravyo. Siku kubwa <mbaya>. Sikiliza Makame. Mhm. Watu <gibu> wa shamani wasemaje? Uh -huh. Msiri nkusiri mambo mkunga, ah! Hmm. Mambo mkunga msiri nkusiri mambo mkunga kweli? Makame leo siku kuu. Naona toka nankas kwanza, mie keki sijaila. Mm -hmm. Ujana keki? Kipande. <laughs> Sasa najua aliona laingia mainguni hilo tena kushana nauka vichele sijapata. Sasa Makame hapa itabidi ufanye maarifa kwa sababu Makame wewe una bahati, unaitwa Makame Nuhusi, lakini una bahati kweli kweli. Utafikiri wewe Makame unataka kitaka ko, pesa aje kwako. Utasema hata umpesa pesa. Ndio, ndio ile kwetu, Makame, kuna mti waitwa mpesa pesa, huo ukianguka, jani likifika chini, ukalichukue na wewe utapata pesa. Sasa well. Makame mimi hitaka pesa kuja kwako, hikuona tu basi napata pesa ah. <laughs> Sasa Makame, itabidi unipe elfu ishirini ha elfu mbili Makame, ma elfu mbili huu muhogo hazitoshi. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Fanya maarifa Makame, mpate elfu ishirini halafu unipe na vichele kidogo, na vichele mogo. Upo vichele vya nini? kama una na vitomato viwili mundani, pia unipe na vitomato. Makame, nami nitaka nikafaidi hadi Makame, hiyo hiyo hiyo toka. Fanyani sikukui kwanza hiyo. Makame, Makame ukapigie chai, maana sukari tupu, ah. <laughs> Hi, mm -mm. Hiyo usubuhi haitakiwi. Vile vile kipiki kwa chai, maana keki isukari. Ha? Eleja kina sukari. Kupikiwa majani matupu ya chai supa. Keroti na pikiwa biriani. Keroti biriani, keroti biriani ndio mwenza